vikapatikana mm, yeah, thelathini vika na nane vikapatikana thelathini na tisa kikapatikana na arobaini. thelathini na nane ndiyo kile kule upande s ule olistuembelea polisi walipokaa. thelathini na tisa ndiyo nyumba ilipo hii nyumba, iko kwenye thelathini na tisa Hmm, arobaini ni kwa upande wa nyumba kule kilipokuwa sasa, na hii ilitoka elfu mbili na kumi ndiyo migogoro ilikaanza mahakamani. elfu mbili na kumi na moja tumezunguka na hii migogoro mpaka mwisho ilipofungwa, ilikuwa elfu mbili na ishirini. Mgogoro ukiwa ni nini sasa? Yaani um, okay. vi, viwanja vyote vya mzee yeah. mzee amefariki elfu mbili na kumi. Mama anakusanya sasa mali za mzee kama At, kama, kama, kama, kama, kama msimamizi wa mirathi aliyopitishwa na mahakama ya Kawe. Sasa alipoenda kwenye wizarani kuchukua hichi kiwanja hati ipo thelathini na nane, thelathini na nane, na arobaini tokile kule arobaini hati ipo hichi yeah. Hapa kilipimwa kikawekiwa beacon kikawekewa na kila kitu, lakini hati ikawa haijatoka bado. Hapa tulipo kwenye hii nyumba yeah. Sasa mama alipoenda kufuatilia hati akaambiwa, bwana, kuna application mpya inatakiwa kubadili hati inatakiwa kubadilishwa. Kuna mtu anakuja kubadilisha hati ambayo ni baba yetu mdogo mm. alikuwa ameenda kubadilisha sasa iende kwenye jina lake mm. sasa ilikuwa kwa sababu hadi ofa ilikuwa imeshatoka na process zote za upimaji zote zilikuwa zimepita wakati anafariki, wakati mzee anafariki. Ehe, kwa akashindwa kubadilisha, akasema hapa ardhi wakamwambia kwamba inabidi aje na msimamizi wa mirathi kubadilisha kama jina linatakiwa libadilishwe. Sasa baba mdogo akaamua, kwa sababu msimamizi wa mirathi tayari alikuepo, akaamua kwenda mahakamani kupinga mama asiwe msimamizi wa mirathi. Akaenda mahakama ya Kinondoni mm -hmm. ya Kinondoni akashindwa hiyo kesi ya ikasimama kwamba mama ni msimamizi mm -hmm. akakata rufaa mama akashinda, akaenda akamtafuta, kuna kijana ambao supposedly anasema ni mtoto wa baba huyo. Kijana naye akaenda akafungua kesi uh, mahakama ya Kinondoni. Mahakama ya Kinondoni wakamuuliza yeye ni nani, kwa sababu alikuwa hamna dokumenti yoyote inamuonyesha kwamba yeye ni mtoto, akashindwa hiyo kesi. Baba mdogo akaenda mahakama kuu kutaka kwenda kuomba usimamizi wa mirathi kutoka mahakama kuu ili ai override mahakama ya kawe mahakama kuu akamwambia, mahakama ya kahwa ikishatoa uamuzi hatuwezi ku overturn uamuzi ule, uko sahihi na umesimama. Mwanasheria wetu yuko hapa na document zipo. mm -hmm. Sasa basi, 2020 ile kesi ikaisha kwa mapenzi makubwa sana ya wizara ya ardhi, wakasema kwa sababu hii nyumba ni 39 block D na wewe ndio unataka hiyo na usimamizi umekushinda huko, usijali, sisi tuna uwezo, tutabadilisha tu hicho kiwanja namba. Wanamwambia nani? Wanaombea baba mdogo, mdogo. Sasa wanaombea baba mdogo wakakiongeza. Sasa hivi ambaye baba mdogo alikuwa anataka kubadilisha alikuwa anataka kubadilisha kiwanja 39 kiwe cha kwake kwa <laughs> akafeli kwa sababu hana msimamizi wa mira, na tayari kilikuwa kimeshapimwa, kimenti zote zipo na baba, hati hati tu ndio ilikuwa baba, na baba alikuwa analipia taxes na kila kitu na documents zipo. So wizara kwa mapenzi yao makubwa sana ya kumpenda baba mdogo na kutaka kummilikisha hicho kiwanja wakaongeza namba katika 39 kikawa 39A, 40 kikawa 40A, 38 kikawa 38A kutoka kwenye kutoka kwenye kutoka 38 Block ni D, Block ni D, okay. Block ni D, lakini vilikuwa block D 39, block D 40, block T 38 sasa kwa sababu haviwezekani, tayari hivi tayari vina umiliki na wao wana, wana mapenzi sana naye, wanataka kumpa hivi viwanja, wakaamua waongeze namba mbele kwenye kila kiwanja. Kwa maana yake hata hichi kiwanja 38 na 40 na hati zake ni batili sasa hivi, kwa sababu vinajulikana kama hati zake zinasema 40 na 38, hizo hati ambazo zimetoka lakini kwa, ambazo zimeshatoka. Zimeshatoka. Lakini kwa sababu sasa hivi kwa mujibu wa huu wa mchoro wau wa wa hati ni batili, ni batili ni 38A na 40A, hey. Maana anaweza akamilikishwa yoyote. Mtu mwingine sasa anaweza yeah. Wakamilikishwa hizo viwanja okay. Na hilo ndio tatizo letu sasa kilichotokea, uh, mwaka hiyo na wakafanikiwa. Baba yetu mdogo elfu mbili na ishirini na moja akafariki kwa bahati mbaya. hati haijatoka bado hapo, yeah. kwa sababu tuna tunaenda tunaweka caveat huko, bado tunabishana nao kwamba kwa nini hivi viwanja vinabadilishwa namba, kwa sababu tuligundua kwamba viwanja vimebadilishwa namba mm. tukaenda nani, na barua mwanasheria wetu akamwandikia kamishna barua nyingi, kwa nini hivi viwanja vinabadilishwa namba bila sisi kupewa hata taarifa kwamba mm. vinabadilishwa mm. kamishna anapita kule anatokea kule. na mm. miujiza ya Mungu ya ajabu elfu mbili na ishirini na mbili baba mdogo kafa elfu mbili na ishirini na moja elfu mm. mbili na ishirini na mbili hii Desemba, wizara mm. ikaamua kutoa hati kwa baba mdogo alifariki, ikatoa hati a, sasa a, marehemu baba mdogo mm. na hicho kiwanja kikasainiwa na mtu anaitwa Lydia Bernard, hatujui ni nani, ndio akaenda kuchukua hati na akaweka na picha yake. Kwa wizara ikamkabidhi hati Lydia Benard na mtu mwingine anaitwa Joel Mwambingu. Kwa hiyo hati uh-huh, ilikuwa kwa jina la Fots, baba mdogo anaitwa Fots, Fots Mwambingu ameshakufa. Amesha kufa 2022 hati inatoka. Ikatoka kwa Fots. Kwa Fots na mtu anaitwa Joel Mwambingu. Ikatoka kwa majina mawili mawili, na lakini kwenye sehemu ya Fords marehemu ikasainiwa na mtu anaitwa Lidia Benard na akaweka na picha yake, wizara ardhi wakampa pamoja wakampa hati. Hati. Hmm? na hayo yote huyu baba yetu mdogo ni raia wa Uingereza, tumempelekea hadi kamishna fomu, alijaribu alimwaplaia baba uh, visa ya kwenda Uingereza, akaandika na kuonyesha kwamba yeye ni raia wa Uingereza, akati yani yeye ya, akipeleka kwenye ubalozi wa Uingereza kwamba yeye ni raia wao wa Uingereza. Tukamwonyesha dina kamishna, hii hapa fomu alikuwa anajaza huyu mtu sio hata raia wa Tanzania, imeendaje kumpa hati? Kamishna akasema mimi ili swala nalifuatilia. Akampigia simu kiando sijui shukuru hapa Dar es Salaam kwamba simamisheni kila kitu hiyo nani tuna tunakuja kufuatilia. At the same time tulikuwa tunasikia kwamba wanahangaika watu wanaangaika kutransfer hati kwenda kwa mnunuzi kutoka kwa bwana Fots Fots Mwambingu na Joel iende sasa kwa aliyenunua ambao ni kampuni linaitwa MSG I think mining mm, liko Mwanza mm, ndio wamenunua mm. Sisi tukaenda tukaweka mwanasheria wetu akaenda akaweka caveat pale kwamba, bwana, hebu subirini kwanza, sisi tunasubiri matokeo ya mkutano wetu kutoka kwenye nani, kutoka kwenye mkutano wetu na kamishna. Cha ajabu, Disemba 16 mwaka huu tunasubiri matokeo hapo hati ile imehamishwa, imeenda kwa mnunuzi tarehe ishirini na tatu Desemba. Mnunuzi anamletea mama barua hapa, mama ana wiki mbili ya kuhama katika hii nyumba ya. na hii nyumba na imejengwa mwaka jana na amejenga mzee, ndiyo walikuwa wanakaa hapa k wana msiba ulikuwa hapa, na mimi nimeangalia katika form za huyo Fots na Joel waliokuwa wana apply ile hati yao wamesema wao walikuwa na kimiliki cha kiwanja kienyeji toka mwaka 80. Apparent lakini huyo Joel aliyomiliki mmoja amezaliwa 96 yeye. Lakini alikuwa na kimiliki cha kiwanja kienyeji toka mwaka 80 na hati zipo. Umeona? Kuna jamaa yuko Joel amezaliwa mwaka 96. Lakini alikuwa anamiliki kiwanja tangu mwaka 80. Kwa sababu ya 80. Na ipo kwenye wame application mheshimiwa. Tunacheka kama kwa kwenye kabisa. Na ipo kwenye application waliopeleka wizarani wakiwa wana apply hicho wa wana wana, wana nani hicho kiwanja hey, mahali fulani, kwa sababu hapa tuko site. Huyo bena huyo Joel yupo ama hayupo? Hayupo huyo Joel, hayupo. Hayupo anakaa wapi Joel? Hamjui? Nafikiri polisi ni kamanda. Niongeze kidogo, loya amegusia swala la kuletwa barua kwamba hii nyumba haiko kwenye mradi huyo. Huyo Lidia aliyesaini, aliyokuwa na sign hati, alikuwa anaenda wizarani pale, anajitambulisha yeye ni mama Naomba, naomba, naomba naomba barua za mama. Barua za mama kwamba barua za mama zilikuwa na zinasainiwa na na huyo Lidia, huyo na yeye ndo alienda huko nani akajiandika akaandika barua kama yeye ni mama, anasema jamani, hichi kiwanja akiko kwenye nyumba ya mirathi ya mmeangu na ndo wizara ikachukua hiyo barua yake, wakati yeye sio hayupo kwenye kokote so, maana nilikuwa nasema kama legally sijui yeye anasimama wapi huyu mtu huyo Lidia na ambaye ndo hata alio ndio mhusika wa kuuza hii nyumba mm. Yeye huyo na ndo alikuwa akienda wizarani ana, kwa sababu siku mama anaenda kuchukua barua zake kwamba mimi ndo fulani, sasa mbona alikuwa Lidia mwenyewe tu, huyo Happiness mwenyewe tunamjua ana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yeah. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mm. Swali jingine la ziada, yeah. yeah. ilikuwaje bwana, ilikuwaje bwana huyu Ford. Eh. Yeah. Sawa so, sawa? So. Yes. Akaandika power of attorney kwa mke wake. Mheshimiwa DC. Kwa sababu tumegundua sasa hii migogoro pale kwenye faili lako unayo mingi. Wenzetu ardhi nao wanatatua, huku nako wanatatua. Kila mahali wako unaweza kuwa kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Kuanzia tarehe ishirini na mbili Mheshimiwa DC. Ni angalizia ni tarehe ishirini na mbili ni jumangapi? Tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa kwanza. Angalizia ni takuwa jumangapi? Kuanzia tarehe 22 Mheshimiwa DC, tupate full three days katika wilaya yako hii ya Kinondoni, tupige kambi, tupige kambi Alhamisi, tupige kambi Juma, tupige kambi Jumamosi, tutatue shida za watu tukiwa na wataalamu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Nafahamu mnafanya, lakini tunarudia tena mara kwa mara, ili kwamba hawa ambao wanalia, kwa mfano mama huyu, umri huu akianza kulia hivi, wewe kijana unafanikiwaje umri huu akianza kulia wewe kijana unafanikiwaje? Na kwa taarifa, sijikutaka tu waseme mambo mengi, lakini mtu ambaye alishawahi pia kuwa jirani yao tu mzuri tu, ni moja kiongozi mkubwa sana katika taifa, ambaye anafahamu vizuri sana jambo hili, sikutaka kutaja huko. Kwa hiyo nafikiri kazi hii inaanza mara moja eh, saka eh, RPC upo hapa, kazi hii inaanza mara moja. Huyu Lidia tumchukue halafu atupitishe kwamba yeye ni mke wa Benard, kwa sababu mke sio kwa maneno, mke ni kwa sheria. Je, yeah, alivyokuwa na saini ni kweli mama alikuwa anamtuma au kama mtumi, kwa alikuwa mtumi nini alikwenda kufanya amini na jambo hilo. Alafu mengine itakuwa ni subject tu uchunguzi wakina pale ardhi na haya mengine nitafanya presentation fupi kwa Mheshimiwa waziri wangu wa ardhi, Mheshimiwa Kuilapo, ili mengine sasa kwa mujibu wa taratibu ataendelea nayo yeye, ila mimi kwenye mkoa huu yapo nitakayoendelea nayo. Mama, mimi nakuthibitishia hii mali kama ni ya kwako. Wataalamu wapo hapa wa ardhi, sio wote wananuka, wapo wengine wazuri mno, ndio pia wanaotusaidia kazi hizi. Mali tarudi mikononi mwako kama kweli yeah, mali hii yeah, ni ya kwako, mali tarudi mikononi mwako. Na kwa mantiki hiyo RPC na mkuu wa wilaya, kama ambavyo mkuu wa wilaya amesema hapa kwamba mtakaa na RPC ili kuweza kuangalia. Mimi kama mkuu wa mkoa nasema hapa, asing'ae mtu yoyote mpaka huu uchunguzi wangu ufanyike. Asingae mtu yoyote mpaka uchunguzi wangu ufanyaje, ukamilike na hautachukua muda mrefu kama kuna mtu ana haraka alisubiri.